Jina anaitwa Ausi Saidi Mbwana ni mkuu wa shule shule ya msingi Kideleko, lakini ni mratibu wa jezekee za viongozi ambazo zinaundwa na wakuu wa shule pamoja na maafisa elimu mkata kama, kama walezi wa jezekee hizo. Jezekee jezeke ya, ya kwakimu mimi kama mratibu wao ina jumla ya shule karibu kumi na moja maana inaundwa na kata ya Kwa Magome ambayo ina shule za msingi nne, kata ya Kideleko na jumla shule za msingi nne, lakini pia kata ya Msasa ambayo ina shule za msingi tatu. Kwa ujumla wake inafanya kuwa na shule za msingi kumi na moja. Jezeke yetu iliundwa mwezi wa pili Februari, baada ya kupata mafunzo kutoka a, shule bora a, kusimamiwa pia nafikiri na Adem pata mafunzo mwezi, mwezi Februari, lakini baada ya mafunzo yale na ambayo pia alituelekeza kwamba JzK hizi zina zinakuwa na vikao visivyopungua vinne kwa mwaka. Mapema sana mwezi Machi tuli, tulikutana kama viongozi kwa maana ya wakuu wa shule wote pamoja na walezi wetu, tukajadili mambo mbalimbali ikiwemo kubadilishana uzoefu, namna ya kuondoa ama kupunguza utoro katika shule zetu lakini vilevile vile, namna ya utoaji wa, wa chakula cha mchana kwa wanafunzi, lakini pia kuboresha mbinu za ufundishaji kwa lengo la kutoa matokeo kwa, kwa wanafunzi. Zipo shule ambazo zinafanya vizuri zaidi katika maeneo hayo yanayounda ya jezeke zetu. Kwa hiyo wao walitumia nafasi hizo pia kutupa au kutoa uzoefu kwa shule nyingine ambazo shule nyingine nazo zilienda kutumia uzoefu ule na tunashukuru, kwa sasa shule ambazo zilikuwa na hali duni ya utoaji wa chakula cha mchana zimeanza kuimarika kwa kutoa chakula kwa wanafunzi na hata kwenye matokeo tunaona sasa pamoja, wakati tunafanya ufuatiliaji tunaona, tunaona tunaona tunaona sasa matokeo yanaanza yanaanza kuonekana katika utumaji mdogo mdogo ambao unafanywa na shule Aa, leo tumekutana tu katika eneo hili tena, nikiwa ni mwendelezo kupeana ubora au tunasema kujengeana uwezo wa namna ya uendeshaji wa wajezeke zile kwa, kwa usimamizi wa Shule Bora pamoja na, na aden tutakuwa hapa kwa, kwa siku tatu. Nashukuru kwa siku hii ya kwanza tayari tumesha tumeshaanza mafunzo na tunaendelea na mafunzo ambayo tayari kwenye kipindi tumeshaelekeza tumeshaelekezwa namna ya ya ya dhana kwa maana ya maana ya uongozi wa ufundishaji na ujifunzaji, lakini pia tume tumejifunza kuhusiana na umuhimu huo wa uongozi wa ufundishaji na, na ujifunzaji. Tumejifunza pia hata sifa za kiongozi siongozi mzuri anayezingatia huo ufundishaji na, na ujifunzaji, kwao tumejifunza mbinu nyingi tu na tumebadilishana uzoefu katika maeneo mbalimbali, kwamba ni kwa namna gani tusimamie tusimamie swala zima la uongozi wa ujifunzaji na ufundishaji, ambayo kwa kweli mafunzo haya yanatuleta yana, yana tu, yana sasa kwenye nafasi zetu, kwamba kama viongozi wa wa kielimu katika taasisi zetu kwa pamoja na majukumu mengi ya kiutawala tuliyokuwa nayo kule kule mashuleni sasa yanakuja yanatu yanatuleta ama kutukumbusha sasa kwamba tunalo jukumu la msingi kabisa la, la kusimamia mchakato mzima ule wa, wa ufundishaji na, na ujifunzaji ili mtoto huyu ambaye anatoka nyumbani kila siku nakuja shuleni apate yale maarifa ya msingi kabisa, na aliyoyafuata ili awe mtu awe mtu mwenye taaluma, lakini awe mtu mwenye maarifa na awe mtu na mwenye, mwenye, mwenye. Kwa kweli tunawashukuru tuna sana tunawashukuru sana Shule Bora kwa kutuletea haya mafunzo ambayo kwa kweli yanatujenga na kutuimarisha, na kutuimarisha katika utendaji. Tunawashukuru pia Adem kwa maana ya kutu, kutu, kutu, kutuletea miongozo mbalimbali mbali ambayo na sisi pia kama waratibu tunaitumia tuna miongozo ile katika kujikumbusha namna, namna nzuri ya, ya, ya kusimamia lakini lakini ya ya kufuatilia, ya kufanya ufuatiliaji, lakini hata utekelezaji katika mambo yote ambayo tuna tunakubaliana kuhusiana na mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji.